Maelezo tu kuhusiana na hizo hati sawa. Hizo hati e, hatimiliki ukitizama nje hapo kwenye cover la nje utaona muda wa umiliki hapo, nyingi ni zimetolewa kwa muda wa miaka 33. Kwa hiyo ni maelezo tu ya ujumla. Hati zenu mnatakiwa mzitunze, unatakiwa uitunze hati. Watu wengi huwa wana tabia, baada ya kupata hati anafikiri ili iweze kudumu, labda aifanyie lamination. Ukiifanyia lamination hiyo lamination, hati unakuwa umeiharibu kwa hiyo msizifanyie lamination yani, kuweka lile kava gumu la la, la nylon ile ambalo watu wanakwenda kuweka. Uitunze katika sehemu kavu, isipate unyevu aina yoyote, maji maji wala mafuta. Na hiyo ndiyo nyaraka yako ya mwisho kabisa ya umiliki hmm? na hiyo ndiyo kiashiria cha usalama wa miliki yako. Kwa hiyo uitunze hiyo hati, na jambo lingine la msingi ni kukumbuka kwamba tarehe moja mwezi wa saba ya kila mwaka unatakiwa ulipe kodi yako ya ardhi kwa kwa wakati huu, kwa sababu tayari mmekwisha milikishwa. Malipo yako ya ada za umiliki yalijumuisha ya malipo ya kodi ya ardhi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia hapo kwenye ukurasa wa kwanza, utaona kuna kodi ya ardhi ambayo unapaswa kulipwa kulipa kwa mwaka. Lakini kama kutakuwa kuna mabadiliko, inamaanisha katika ile bili utakayokuwa unaipata ya kulipa kodi ya ardhi kwa kila mwaka tarehe moja mwezi wa saba, basi yataonekana huko. Kwa hiyo, hilo hayo ndio mambo ya msingi ya kuzingatia kuhusiana na hati miliki zenu mlizopewa.